A unapoitwa kwenda kuomba usilitaje jina la Yesu. Kwa sababu ukitaja hudaitwa tena. Kuna wengine waamini kama nikasema, dunia imefikia sehemu hii, awayasomi maandiko anayoeleza kwamba yoyote atakaye nikana mbele za watu na mimi nitamkana mbele ya baba yangu. Kuna watu wako mahali hapa wanamkana Yesu kuna watu wanamkana kwa sababu eti niko na watu wa dini fulani nini, wanamkana Yesu Kristo. Anasema hakika jina lako atalikana mbele ya baba yake mbinguni, atakukana na yeye atakukataa, sikujui ulinikataa mbele ya watu wao, ilitakiwa uokole. Eti akasema hautaitwa tena, kwa sababu tu ni rahisi, eti amekuita ukaombe, eti unapomalizia usiseme kwa jina la Yesu. Nilishangaa, Nikasema, tunaelekea wapi? Wahubiri, mmefikia hatua hii, mnalifundisha nini kanisa? Tutaokoa watu maanake? Tutauhakika, pasipo Yesu Kristo hakuna ukombozi. Mnatupiga tu wale mnaotuambia kwamba sijui nanii, Mungu ni pasipo njia ambayo ni Yesu Kristo, pamoja na madhehebu nayoyajua na dini zake zote, kama akili kuwa Yesu ndio Kristo, ndio njia, hapana njia nyingine kwa Yesu Kristo, mahali popo utakapokwenda lazima tumtaje, kwa sababu tuna uwezo ndani yetu na hapana kitakachofanyika. Hafadhali nisiitwe gomba kule, lakini nimemkili huyu Yesu mbele ya watu. kuna watu alimkili, ndio maana aliwakomboa, aliwakili mbele ya watu, mwana wa Daudi. Maanake maandiko alikuwa ametabiri ya kwamba atakuja masihi mwana wa Daudi. Maana yake walimkili mwana wa Daudi Yesu Kristo, walimkili kwa kinywa vyao kwamba huyu ndiye mwokozi. Ndio maana alikuwa anawaponya tu. Ndio maana alikuwa anawekwa nawekwa huru tu, na sisi lazima tumkili Mungu. Napomkili mahala ambapo pana giza, maana kumeliangazisha jina lako, anakuongezea ana viwango vya kiroho, anakupa nguvu ndani yako zaidi ya kuendelea kutembea katika ile kweli. Msiseme, msimalizie kwa jina la Yesu kwa sababu kuna watu wengine sina nini. Yesu ndio njia kwenda uzima, ametutuma tukaiangaze nuru yake kila mahala. Anasema gizani izani, niliwaambia kwenye nuru. Bwana Yesu alisema yatajwe peupe, eti unasema watu wasimtaje Kristo? Kwa hiyo mimi awezekani, nitakuwa ndio mtu wa kwanza kumtaja huyu jamaa, nitamsema kila mahala habari zake na nitauelezea ukuu wake ukoje na nitazieleza nguvu zake zilivyo. wakati uti unoni wa mwisho, itakufaidi nini kumficha Yesu ili uonekane kwa wakuu? Itakufaidi nini kumficha Yesu na kumkana, eti tu kwa sababu nimekutana na mtu fulani? Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu anakuja, yuko mlangoni. Havazari, msiongee yote ila ajue kwamba Yesu Kristo ndiyo njia. Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Sikiliza sasa, sikiliza nasemaje hata sasa, unapatikana na wenye nguvu ndio huteka. <coughs> Msari wake wangapi? Msari wa kumi na tatu: kwa maana nabii, manabii wote wa na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, na ikiwa mnataka kukubali yeye, ndiye Elia atakayekuja. Mwenye masikio na alisikie na asikie. Lakini ita, ita, ita, ita mfa, lakini itaki, nitakifananisha na nini kizazi hiki? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuomboleza wala hamkulia. Maana Yohana alikuja hali wala anywi, wakasema yu, yu na pepo mwa <coughs> wakamsema Yohana huyu ana mapepo, mbona hali Yohana. Ndo ninazungumza sasa. Yohana aliuteka, alikuwa na nguvu za kufunga, alikuwa nafunga kavu. Nitasoma, mtumishi wa Mungu alikuwa gikama jangwani, akilia akitumia sauti kubwa akifunga watu anawambia, wewe una pepo una pepo lakini, jua alipokuja, alikuja sasa. Huyu mwana wa Daudi alikuwa akimnena habari zake. Yohana alikuwa amejaza roho, alikuwa anaambia, anaambiwa kwamba ili habari za huyu Masihi unayemsema anakuja zisikike, waamini, lazima uwe na pawa katika ulimwengu wa roho, lazima uwe na nguvu ndani yako lazima na uwezo ndani yako. Yohana ndo alikuwa na mamlaka hayo, na mitume wa zamani wa kina Isaia walisema walitabiri mpaka wakati wa Yohana, walisema mpaka wakati wa Yohana habari zake. Lakini Yesu anasema, nikifanisha nini kizazi hiki? Sikiza sasa, Yesu alipokuja kila wakasemaje tena? Wakasemaje tena? Kuna watu wanasema sasa hivi hatuwezi tena kufunga. Nikakutana na mtu mmoja anajiita, mimi ni mtumishi hata kufunga sifunge lakini mbona ninaendelea tu mbele. Yesu alikuja yote, alimaliza. Ni waongo. Ni matapeli. Maandiko yanasema kwamba watu wale wakamuuliza sasa Yesu alipokuja, akuwa, akuwa, ana, anafunga, alikuwa akila na kunywa pamoja na kina Petro, wakaja watu wakamuuliza kwa sababu alizoea Yohana alikuwa akifunga kila wakati, wakamuuliza mbona wanafunzi wako? Wanafunzi wa Yohana ufunga, mbona wa kwako? Yohana alikuwa amewafundisha na wanafunzi, wanafunzi wa na wanafunzi wake alikuwa anafunga Walikuwa wanaambia fungeni Amen. Walikuwa wanaambia mfunge hmm. Wakashangaa alipokuja huyu aliyekuwa akisema habari zake, huyu mbona anatenda matendo ambao kama Yohana aliyasema, mbona lakini afunge yeye? Akawambia wawezaje kufunga hawa watu wakiwa na bwana harusi. Ukisoma kuendelea, anasema kwamba point yangu yuko pale, akasema kwamba, lakini nitakapoendelea kwenu ndipo watakapoanza kufunga kwa maana yake, Yesu alipopaa akatuachele jukumu tuendelee kufunga tena. Na kushangaa unezuia watu wasifunge. Nakuomba, wengine kwa kufunga tumeipata nguvu ya kizo, wengine kwa kufunga tumeendelea kupokea wito, tumeendelea kupokea wito, sio wakaita kila kunapo kucha, wengine kwa mifungo wa watu wengi wameendelea kubadishwa kwa kufunga watu walikuwa ni wagonjwa wamepata kupona. Watu walikuwa na matatizo mbalimbali mbali. Walikuwa na ulevi wa dunia kwa mambo ya kufunga wamebadilishwa. Mungu ameonekana amewatokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikilizeni watu wa Mungu, wakati huu kwa kweli na kitambo, tuna mda kidogo sana, injili itazidi kupotea. Injili itazidi kupotezwa zaidi, lakini kuna mlipuko. Bwana anaendelea kusema na watu. kuna mitume, kuna watumishi wa Mungu wanakwenda kuinuliwa kwa ajili ya kusema habari ya ufalme tu, habari ya toba tu, watu watubu dhambi, na hao utakapoona wamenyamaza, ndipo kazi ya mhubiri itakapoishia. Tutasubiri kumlaki Bwana. Sasa mbinguni palapanda, ndipo itakapolia. Shetani amezirika, ametenda mambo ya ajabu mno kwani wakati Mungu anainua watumishi wake tena watahubiri, ni wadogo hawasikiki, lakini tunakwenda tutaenda kusikika, tutaungana kwa pamoja, twendeni tukamnene Bwana tukaiseme hii habari ya ufalme. Kuna watu wahubiri, wana uwezo wakituma tu ujumbe wa kusema neno lote, wanaweza wa kusikika dunia nzima, lakini hawazisemi habari za kupona kwa watu awazisemi habari za kurudi kwa mara ya pili, wazi waihundishi Injili ya kweli. Bwana Yesu awatusaidie sana wakati huu tulio nayo. Anasema nimewatuma katikati ya mbwa mwitu, nimewatuma katikati ya mbwa mwitu. Wako mbwa mwitu wa kila aina. Wako mbwa mwitu wa Jimani, wanajiita wame na imani, kumbe ni wale walioitwa tu, wanagujua, wamevaa wa, vazi la kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu aiguishia apo. Yesu akasema kwamba tena wakali manako, unapoingia kwenye mifumo yake, anaanza na, na chemcheme iliyoko ndani yako, mbegu ya Mungu anaipiga anaiua kwanza, anakupotezea ufahamu, unaingia kwenye njia yake. Bwana Yesu atusaidie sana na kitu kinachohubiriwa utakikuta utajikuta ni kitu cha ajabu kilichojaa kwenye makanisa. Wengi manabii wa mitume tu, tuko twengi, nasema baraka ninaona kwako, kwa tafikia WhatsApp ntakwambia mtu anayekuchezea kwenye kwenye biashara. Juzi nikazungumza hapa, angalia, tunabii tuko kwenye mtandao, naona tunatapeli watu katika nyakati hizi, tunawaambia hapa, tunakwambia baadhi ya vitu, baadaye kanashuka unamwambia nipe namba WhatsApp, ndio huko wanaenda kupigwa wengi, wanaachwa Mwisho wa siku akapokea hata simu. Mtu agufundishe habari ya utakatifu. Ni nini chanzo umepitilo tatizo? Ni nini chanzo? Lazima adili na hilo. Nia yetu ni kumsaidia mtu kusimama. Tunatamani mtu kumtoa kwenye giza, tunapomleta ndani ya Kristo. Tunaposema kwamba njo ulivyo, sio kwamba tunaruhusu ndani ya kanisa akae hivyo. Tunaanza kukipiga kile ambacho alikuwa akikiishi kule, tunamtoa kwenye ile mfumo, ili akae ndani ya Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nikasema pesa au sadaka unaitoa. watu wengi sasa hivi wanaona wahubiri kama waganga maana yake unakuwa kwenye akili kama aujui habari za ufalme, watu wa Mungu anatumia kama waganga. Eti anakuja na pesa yake, mtumishi wa Mungu niombee, mtumishi wa Mungu ni niombe. Ataki kuwacha ule ubaya, ataki kuacha ule mke wa mtu, ataki kuacha ule mme wa mtu, lakini anataka maombi. Bwana Yesu atusaidie sana mpendwa, mwache kwanza yule mme wa mtu, mwache kwanza yule mke wa mtu, sadaka hiyo tutaichukua na wala hapana majibu atakayetokea. Njoo kwa watumishi wa Mungu kidenda na tenda, kukutana na nguvu ya Mungu, utoe sadaka yako uone nguvu za Mungu zikizirika. Ukubali maonyo, kama kuna kitu kinakuhusu ukiambiwa kama ni kweli ukubali kukiacha, usiendelee kubisha. Ndicho kitu kitakachokwenda kuangamiza wengi namana piwa uongo wamewapiga kwa njia hiyo, kwa sababu hutu tutapeli, ambao tumeingiza kwenye mitandao ya kijamii twenyewe, hatukwambii habari ya ubaya wako, hatukwambii habari ya, ya zuruma, hatukwambii habari ya mwagaji wa damu, hatukwambii tunadili na kukuambia tu hicho unacho unachokipitia. Bwana usaidie sana, kana kuambia tu ninaona hiki ninaona tu hiki na wewe na sasa, kwa sababu umetekwa unaona tu mtu agiona tatizo langu, ndo huyu huyu sasa. Ukijiuliza ukitaka amini, hapana ukweli wote, wala nguvu ya Mungu hakuna, kilichotendeka chochote. Bwana Yesu atusaidie sana Mpendwa katika Kristo manabii Mungu anaweza ada kuwaondoa, lakini kama neno haujaachiwa neno la Mungu ndani yako, huyo nabii akifanya ujinga, maana yake na wewe unaangukia huko huko. Baki na neno la Mungu mteule, baki na hii. Inayokwambia ni kwa faida yako mwenyewe. Mche Bwana ukajiepushe. Toba imebeba mfumo mzima wa maisha ya mtakatifu, imebeba baraka nzima za mtakatifu. Ninapozungumza habari ya toba, nazungumza mfumo mzima, ina majibu ya maisha ya mtu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tokea wakati wa Yohana alikuwa akibatiza lakini Wakorinto wa pili sura ya tano 5, tusome habari moja hapo tuelewe. Ndiyo maana ya kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo unapoingia, ndo maana ya kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo unapoitwa, unapoitwa na Kristo to maana ya kuwa kiumbe